Nauona katika kitabu cha Mwanzo sura ya, ya kwanza. Hiki kitabu cha Mwanzo ni, ni kitabu cha mianzo yote. Mwanzo ni mianzo yote, mwanzo wa, wa, wa ndoa ni hapo. Uumbaji una mwanzo wake, unaonekana hapo. Kwa hiyo kimeitwa kitabu cha Mwanzo kwa sababu ni kitabu cha mianzo ya vitu vyote. Bwana asifiwe sana. Na katika ule mstari wa ishirini na saba tunaambiwa, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana asifiwe sana. Uh, tunaona jinsi ambavyo Mungu amewaumba watu hawa alafu anawatamkia baraka. Uh, tunaona Mungu akiwabariki hawa akawaumba aka kwa mfano wake, kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Eh, sura ya, ya, ya kimwili? Hapana. Ni sura ya Mungu kwa maana kwamba mwanadamu ana utashi, mwanadamu a, a, ana roho wa Mungu ndani yake, na ndivyo Mungu alivyotuumba. Na tunaona jambo la pili, alipowaumba hao watu Mungu akawabariki. Kwa hiyo ndoa ni baraka, kuna baraka za Mungu pale kwenye ndoa, akawabarikia akawaambia zaeni. Kwa hiyo uzao pia ni baraka ambayo Mungu ameitoa kupitia ndoa. Alafu anasema mkaongezeke ndani ya ndoa pia kuna ongezeke.